Mkristo aliyekomaa katika imani ni muumini wa kitume anayeonyesha ushindi wa kipekee kwa maneno, kwa vitendo na katika maisha anayoishi. Ili kufika ukomavu huu kuna vipimo sita muhimu vya kimaarifa ambavyo kila Mkristo anapaswa kuzingatia. Roho Mtakatifu mara kwa mara hututia moyo tukumbushane kweli hizi kama maandiko yasemavyo sitaacha kuwakumbusha mambo haya ingawa mnayajua. Kwanza, jua Mungu na Yesu mwana wake. Ni muhimu tujitahidi kumjua Mungu Baba na Yesu Kristo mwokozi wetu kwa undani kabisa. Katika kitabu cha Yohana kumi na saba mstari wa tatu, Biblia inasema tumjue Mungu wa kweli na wa pekee na tumjue Yesu Kristo mwana wa Mungu. Pia kitabu cha Danieli kumi na moja, mstari wa thelathini na mbili inahimiza kwamba wale wanaomjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Kama vile ni vigumu kuamini maneno ya mtu usiyemfahamu, Mungu anapenda tumjue. Tukimjua tutafahamu sauti yake na kumwamini zaidi. Pili, jitambue katika Kristo. Watu wengi ulimwenguni wana changamoto kubwa ya kujitambua. Mitandao ya kijamii, maoni ya watu, changamoto zinazowakumba au hata historia yao inachangia sana kutafsiri utambulisho wao iliyo tofauti na vile Mungu anavyowatambua. Chanzo sahihi cha utambulisho wa Mkristo ni neno la Mungu. Nini Mungu Baba anasema juu yetu? Kama vile mwana mpotevu Mkristo asiyejifahamu katika Yesu, anaweza shikika mamlaka yake hadi kulisha nguruwe. Jifunze kujitambulisha jinsi Mungu anavyokutambulisha. Mungu amesema unapendeza. Wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni chumvi ya dunia, wewe ni tawi lenye matunda lililojiunga na mzabibu. Umeumbwa kwa mfano wake na kwa kutenda makuu. Tatu, elewa nafasi yako katika mpango wa Mungu. Kama vile Mungu alivyomwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nilikujua na nikakuchagua uwe nabii kwa mataifa. Mungu ana mpango mema kwa kila mtu.